Mheshimiwa mwenyekiti, wala sina haja ya kubishana, sio saizi yangu, na sina haja ya kupokea taarifa yake. Mwenyekiti, hii ndio dhambi inayofanyika kwamba watu wanaofanya biashara za mafuta, watu ambao wanapata fadhila za wizara wanakaa kwenye kamati ya kusimamia sekta hiyo. Haya ndiyo matokeo yake. Naendelea mheshimiwa mwenyekiti, nimesema Watanzania wanahitaji kujua hivi, kauli iliyosemwa na PAC kwamba waziri Profesa Dr doctor... Kama waziri wetu kasingiziwa, wakajua kwamba amesingiziwa, kama hakusingiziwa, Watanzania wajue, waziri mkuu ajue, na rais aliyemteua ajue. Nataka kusimama kuwashuhudia kwamba walichosema PAC ni sahihi kwa asilimia mia, na ninaomba kusoma mkataba unaomtaja Muhongo unasema hivi. Nendeni kwenye ukurasa wa tano wa mkataba kati ya PAP na VIP kwenye para ya pili inasema hivi, na wasomi mnisikilize na kiingereza changu kibovu, inasema hivi:

Raising 11 questions and proposing to be paid an amount of money of 95 million USD. Namba nikomea hapo. Taarifa. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri, taarifa. Yes. Mheshimiwa mwenyekiti. Napenda kutoa taarifa kwa mwongeaji kwamba anachokisema siyo sahihi na kilichoandikwa sio lazima kiwe sahihi, kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti, jana katika taarifa yangu nilisema kwamba aliyekuwa msimamizi wa IPTL wakati wa Mfilis alikuwa ni Rita na mwe, mwaka 1000, mya, mya, e, F, e, mwaka, ilikuwa Novemba 11 2011. Rita aliwaita wote hawa kuwapatanisha. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa nafasi yangu niliyonayo, hakuna mwekezaji yoyote kwenye sekta ya nishati mkubwa au mdogo ambaye haji ofisini kwangu. Pili, haiwezekani hiyo, ukweli kwamba mimi nimkaribishe mtu Alete fedha ofisini kwangu ambapo siko benki. Kwa hiyo hiyo statement ukweli wa Tanzania, nataka niwahakishie ni kwamba mimi hakuna mwekezaji, narudia tena, hayupo mwekezaji yeyote nchi hii ambaye hajaja kuonana na mimi ofisini.